Sasa tukumbuke hawa walishtakiwa na makosa makubwa mawili. Kosa la kwanza ilikuwa ni kubaka kwa genge na kosa la pili kulawiti kwa genge. Kwa leo tumepata majibu baada ya hukumu au wakati wa hukumu, kwa mantikio, mheshimiwa jaji amesema kosa la kulawiti kwa genge halipo. Kwa hiyo washtakiwa hawakutakiwa kushtakiwa, na kwa hiyo hakuna kwa kosa nacho kulawiti kwa genge. Kwa kwa mara ya kwanza Tanzania, tumepata majibu kwamba hakuna kumbe kulawiti kwa genge, kwa maswali yenu yale kinyume na maumbile yamejibiwa leo na imetiki <laughs> kwa kulawiti kwa genge kinyume na maumbile imetiki, haipo katika sheria zetu. Kwa hiyo tumebaki na moja tu ambalo sasa ni kosa la kubaka kwa genge kwa kundi, kubaka kwa genge. Ila wao walishtaki kubaka kwa kundi, lakini kubaka ni kwa genge. Sasa, baada ya majumuisho ya mwisho, Mheshimiwa Jaji ametoa maoni yake. Kwa hiyo, katika hili amesema rufaa imeshindwa kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Jaji amesema, amejiridhisha ushahidi wa muhanga unaendana na yule aliyeleta video, lakini kumbukeni toka mwanzo tuliwaambia, mhanga anasema yeye hajawahi kuiona video hata siku moja, hajawahi kuiona video, na yule aliyeleta video anasema yeye ni mtaalamu wa wa kompyuta sayansi ya kompyuta, sijui sayansi ya nini, ambaye naye anasema yeye hajawahi kuwaona watu. Kwa hiyo wamefungwa kwenye kipengele cha utambuzi, kwamba ulitambuliwa kwenye video, video ambayo muhanga hajawahi kuiona. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajiandaa, tumeongea nao, tumebaki na kitu kidogo tu hicho. Katika kesi hii ya warufaa nilikuwa nasaidiana na Bwana Ofmedi Mtenga. Leo kesi yetu imekuja kwa ajili ya hukumu, na katika hukumu hii Mheshimiwa Jaji Walishtakiwa walikuwa walikuwa na, uh, kulikuwa na makosa mawili ambayo yalikatiwa rufaa: kosa la uh, kubaka kwa kundi na la kulawiti. Lakini kosa la kubaka kwa kundi uh, washtakiwa wameendelea kushikiliwa na hatia na wameendelea kuhukumiwa kifungo cha maisha, na kosa la kulawiti, jaji ame, uh, amewaachia huru washtakiwa na kuwafutia hukumu yao uh, na kimsingi kabisa Uh, ni lakuna ambayo ya ameiona yale mapungufu ambayo yalikuwa kwenye sheria sheria ya kulawiti kifungu namba 154 kifungu kidogo cha kwanza hakitoi uh, nafasi ya watu kubaka kwa kundi, kwa hiyo kwa kulawiti kwa kundi. Kwa hiyo uh, jaji ameona kuna mapungufu kwenye chaji sheet, na amewaachia huru katika kosa hilo, na amependekeza kuwepo na amendment kama ambavyo inasema kubaka kwa kundi na kulawiti kwa kuna kulawiti na kulawiti kwa kundi. Na hivyo basi, katika makosa haya mawili kosa limoja limebaki na wameendelea kutumikia kifungo chao ambacho walipewa na mahakama ya chini. ajaji ameelezea kuhusiana na kifungu hicho kukiuka katiba, kwa maana kifungu cha maisha hakimpi mshtakiwa nafasi ya kujirekebisha.